Asante sana Mheshimiwa Waziri, naitwa Hamisi Mkotia. mimi nina maswali matatu, Mheshimiwa Waziri. Moja, nimekusikiliza kwa makini na umeeleza sababu nyingi, kimsingi binafsi yangu mimi nimeridhishwa na sababu ulizozieleza, lakini sababu hizi ulizozieleza, ni kwa nini hukutumia fursa hiyo asubuhi wakati unatoa kauli ya serikali ukazieleza kama jinsi ulivyozieleza ikaeleweka, kwamba sababu ni kitu gani. Badala yake ulitumia sababu moja tu ya deni. Umezungumza mifano hapo kuhusiana na mabunge ya Commonwealth, umezungumza habari za Canada, habari za Lesotho, habari za Singapore, habari za New Zealand na sehemu nyingine zozote. Kwa nini hukuzieleza sababu hizi asubuhi? Labda ingeweza kupunguza joto ambalo limejitokeza, badala yake ulivyokuwa umejikita kwenye swala la gharama. Pili, katika msingi wa gharama hizo hizo, tunafahamu katika kipindi cha bajeti, serikali huwa inatenga bajeti ya TBC kupitia ofisi ya waziri mkuu. Sasa tunataka kujua kama serikali inatenga bajeti ya TBC kupitia ofisi ya waziri mkuu, na zipo taarifa zinasemekana kwamba mwaka jana ilipitishwa shilingi bilioni sita kwa ajili ya TBC. Sasa ni wewe mwenye jukumu la kuweza kuthibitisha kwamba ni kweli ama si kweli, na kama zilipitishwa hizo fedha, zilikwenda wapi? Na swali langu la tatu, pamoja na yote uliozungumza, mheshimiwa waziri, habari za kwenye mitandao habari za nje ya bunge, inasemekana kwamba si suala la fedha, isipokuwa serikali inakimbia kivuli na hasa hofu ya wapinzani juu ya Ukawa, kwamba wanatumia bunge kama platform kufanya politics. Sasa sijajua kama hofu ya aina hiyo ipo, kwamba ni Ukawa kama ni deni ama ni namna gani? Asante sana. Swali la kwanza kwamba kwa nini hizi hoja sikuzisema, nasikitika sana nilipoanza pengine, nadhani na nilipoanza kutoa hii kauli ya serikali e, pengine watu walibaki wali na gharama wakasahau hoja zingine. Paragrafu ya mwisho, paragrafu ya mwisho ya kauli ya serikali hii hapa ninayo, inasema hivi: uamuzi huu utapunguza gharama za uendeshaji kwa shirika, na pia kwa kupitia kipindi cha leo katika bunge, watanzania walio wengi Watanzania walio wengi watapata nafasi ya kufahamu yale yaliyojiri bungeni kwani wakati bunge linaendelea na mijadala yake Watanzania walio wengi huwa wanakuwa na kazi za kiofisi au zingine za ujenzi wa taifa kwa mahali walipo. Nimesema bungeni pale. Ni watu hawakutaka kusikiliza pengine hilo. Lakini hata hili la kubadilisha la kubadilisha muda badala ya kufuta, kwa sababu watu wamekwenda na hoja kwamba tunafuta badala ya kufuta. Nimesema na nikatoa na mfano, nikasema kipindi hicho kitakuwa kinarushwa badala yake ya, ya, ya mbadala ule kitakuwa kinarushwa saa nne usiku na nikasema kipindi hicho kimeanza tarehe 26 Januari 2016 yani jana, na nikaeleza baadhi ya response ya wananchi juu ya kipindi hicho kurushwa muda huo kwa hiyo sio na kwamba hoja hizo sikuzisema. Hoja ambazo sikuzisema kuzi, si pale ni kutoa mifano ya mabunge mengine yanafanyaje, kwa sababu kwa kweli mwanzoni hatukudhani hatu kama ilikuwa ni, ni, ni, ni muhimu, lakini kusababu, mana, kwa sababu ya upotoshaji unaoendelea ndio maana tukaona ni muhimu tulieleze lote, lakini hoja zote tatu nimezieleza kwenye kauli ya serikali. La pili kwamba kuna pesa imetengwa, wabunge wanajua hapa kwamba mna pesa sijui imetengwa. Kulikuwa na utaratibu zamani, utaratibu huu ulipoanza, lilikuwa ni agizo kutoka ofisi ya waziri mkuu, na kukawa na pesa zinatengwa kutoka hazina. Kwanza zilikuwa haziendi, zinatengwa, haziendi. Lakini ya pili, imefika mahali sasa hata pesa zenyewe hazionekani. La tatu. Hofu. Hofu. Hii hofu nadhani ni ya kwao ukawa, kwamba wanafikiria tuna nia ya kusensa, tuna nia si ya kufanya vitu gani. Nasema sisi hivi kwa nini tu, tuwa, tuwaogope ukawa? Miaka yote hatuwaogopa ukawa, sasa hivi ambapo serikali inafanya vizuri sana, wananchi wote wanaisifia, kazi inakwenda vizuri, eti tukimbie. Tunakimbia nini? katika kipindi ambacho nyiwe ni mashahidi tumemaliza uchaguzi wa bunge wa CCM wako asilimia karibia sabini, sabini tano pale ndani, tunakimbia nini na serikali hii hivi, kwa baraza lile tunawakimbia ukawa. Na kwa mtazamo wangu mimi nadhani ni vizuri wakakaza waka buti vizuri, wakaibana serikali vizuri, kwa sababu kuibana kwao serikali vizuri wabunge wote kwa ujumla wake ni kufanya wananchi wetu wa Tanzania wafaidike, huduma zitoke vizuri. Kwa hiyo hakuna sababu, hakuna ajenda iliyojificha. Ajenda nilizozisema ndio ajenda za msingi. Anayekuja na ajenda zake huyo ana ajenda zake mfukoni, na mimi nadhani ni mtu wa kupuuzwa. Asa, alikuwa huyu hapa, tumalizie chap chap alikuwa huyu hapa na, anamalizia dada hapa. Kwa jina naitwa Danson Kaijage. Kwa hizi taratibu za kubadilisha muda, na nahitaji kujua kama zitagusa TV nyingine, yani TV binafsi, na kama hazitagusa TV binafsi, nini itafanyika, kwa sababu umesema watu wengi wanakuwa wamepoteza muda kuangalia TV. Lakini jambo la pili ni kwamba hii swala la kubadilisha muda kwa TBC itakuwa inagharamikiwa kwa kiasi gani au na nani? Lakini jambo la pili jingine zaidi ni kwamba kwa muda huu tuliokaa hapa ni nani anaogharamikia, na je upande mwingine wa ukao ambao wanakimbia wanaweza kutumia muda kama huu? Swali la kwanza, so, la kwanza la, la muda unapobadilishwa Nianze na ile la, la mwisho muda unapobadilishwa, uh, mu, mu, nani anaulipia ana, ana, ana, ana huu muda na je wana, wanaweza wakautumia waka, waka, waka, waka hivi, kwani uh, leo anapofanya press conference mengi kwa mfano akaita ITV nani analipia swala? So rahisi sana, nani ana, ana, ana, analipia. La pili kama swala hili linahusu TV zingine, hapa nimezungumzia habari ya TBC mi sio mmiliki wa TV zingine. La kwanza hilo kubwa, lakini la pili ambalo la nyongeza tu ni kwamba nenda leo ukazungumze na uh, watu kama Star TV wanarusha kwa utaratibu huu ambao TBC inataka kuufanya. Wanarusha asubuhi mpaka saa 5 kipindi cha maswali na majibu kikiisha, wana, wanaweza waka, wakarudi kwa wakati wao kwa sababu gharama ya kurusha ni kubwa sana. Na mimi niseme watu wanaliona jambo hili kama geni sana. Mwanzoni kabla ya 2005, vipindi vilikuwa vikirekodiwa hivi hivi na tulikuwa na kipindi cha leo katika bunge kinarushwa na redio, kinarushwa na televisheni. Wakati huo wa wana rekodi wanarusha. Wana, imefikia mahali gharama sasa zimetushinda, hatuwezi tukaendelea tuka na utaratibu huu. Tumebadilisha utaratibu, jambo la kawaida. Pale. Na nafasi ya upendeleo na naomba umnyoshe mikono yote. Mheshimiwa Waziri, asante. Naitwa Neema Mgonja, natoka gazeti la Jambo Leo, na maswali machache. La kwanza kuhusu muda wa saa nne mpaka saa tano Nataka nifahamu research gani imefanyika kwa sababu ukiangalia sasa kwenye maeneo ya mjini mafoleni, mtu anatoka ofisini akakutana na mafoleni yote mpaka afike nyumbani, ata, ataweza kweli kumudu, kutazama bunge kwa muda huo wa saa nne mpaka saa tano? Lakini vilevile vile, katika kipindi cha zamani wanafunzi walikuwa wanapata nafasi ya kutazama bunge kupitia muda wa jioni. Sasa kwa kipindi hiki ambacho cha saa nne mpaka saa tano watoto wa shule wamelala, hatuoni kwamba tutakuwa tunajenga kizazi ambacho hakitakuwa na uelewa na masuala ya, ya Bunge, sio tu Bunge, masuala ya serikali ambayo ni muhimu. Lakini vile vile nirudie swali la Kaijage kuhusu kuhusu televisheni zingine kurusha. Umesema kwamba unazungumzia TBC peke yake, lakini umetuambia kwamba kinachozungumziwa hapo ni uendeshaji, lakini vilevile vile, uh, kuweza kusaidia watu wasi, wasitumie yaani wafanye kazi sasa kama televisheni zingine zitaanza kujimudu wakarusha live muda wote ina maana watu watakuwa wafanyi kazi sababu watahamia kutazama hizo televisheni. Je, mmejipangaje kama serikali kuweza control hiyo kwa sababu mtakuwa hamna kitu mmekifanya? Kama mmezuia kwa TBC, alafu mtu mwingine binafsi akamudu kuendesha akarusha live, ina maana basi watakuwa wafanyi kazi na lengo lile la serikali litakuwa lijatimia. Ni hayo tu. Swali la kwanza, kwamba ule muda wa saa 4 mpaka saa Uh, unakuwaje, kwanza muda wa saa nne mpaka saa tano sio Biblia, ni flexible. Tumeanza na saa nne mpaka saa tano tuone hali ikoje, tunaweza tukaongeza, tunaweza tukahamisha. Swala la, la, la kawaida kulingana na mahitaji na, ma, na mazingira uh, swala la, la, la pili uh, la tv zingine kama nilivyosema, mimi sio msemaji wa tv zingine na wala sio msemaji wa bunge, mimi msemaji wa serikali. Swala la la TV zingine kurusha kutorusha ni mkataba kati ya bunge na, na, na mabunge mengine wanachofanya, wanatengeneza studio zao zinaitwa studio za bunge, halafu wana, wanapelekea vyombo wanaotaka na wanakwenda kulipa, wanapewa zile, zile zilizorekodiwa. Mabunge mengine duniani wanafanya hivyo. Ni sisi hapa kwa sababu bunge letu halina, halina, halina studio, lakini nimetoa uzoefu kadi. Hivi tunavyoongea utaratibu uliopo ni huo, wanarusha mpaka saa tano baada ya pale wana wana wana wanarudi mja mwingine